Jangashe kila siku vitimbwi, watu unapata matatizo, wengine mpaka wachomomoto. Yani da mama mwenye rekodi ya kee kila siku wataka kupewa vitu ye, kwetu Temeke eti tutamarizana mwezi wa Oh, majangaishi kila siku vitimbwi, oh, oh, oh, oh. Masudi, nini? Mbona jibu lako liko na mashaka mashaka hivi ulilompa mzee Mabea? Au kutakuwa kuna kitu umegundua wewe? Hebu acha utoto basi, utuuzima dawa nikufundishe na wewe siku nyingine, acha kukurupukia jambo la watu ikiwa umeshaambiwa Nisikilize kizibo, yule kashasema yeye awe mtu wa mwisho kulisikia. Haya, what is this my friend? Staki mimi, ila kwa una voice ni kweli au si kweli? Mganga mabio anaweza kumfanyia kitu chochote? Mm, mimi sifahamu kitu chochote, alafu mimi nimeshakupa kodi. Achana na hilo swala. Wewe mbona una kichwa kigumu sana kupambanua mambo? Sasa wewe endelea, mimi nimeshajivua, si usiki sipo maana. Mimi mwenzako nina kiungo sometimes kinasimama simama, alafu ninatakaga kurukaruka majoka, kwa hiyo sitaki du kama wewe. Umetema bungu kweli lijambo ulitaki mm -mm, nisikilize wewe. Oya, mimi mwenzako na vitu vyangu navifuatilia. Tutaonana baadaye, kwa sababu nishakuona kabisa, unaanza shobo, unajipendekeza. Mambo vipi Kimo? Za siku? Mambo hawezi kuwa poa. Ikiwa umeniletea matatizo makubwa tu kama ulijua utasafiri. Kwani usingenifuata na kuniambia? Ilikuwa ni ghafla Kimo. Na swali lenye ilikuwa la ugonjwa. Sasa so unafikiri mimi ningefanyaje? Kikubwa ni kutoa taarifa. Hivi unajua umenisababishia matatizo makubwa aili? Hapa nilipo nadaiwa kodi. Na mambo yangu yamesimama kabisa kwa sababu yako. Haya, naomba yote hatu yaache. Nipe langu niondoke. Nipate wapi sasa hivi ikiwa mume wangu ameondoka? Wa naomba unipatie siku mbili tatu. Nikipata lako nitakurudishia Kinu. Matatizo ameombiwa mtu sio nyani. <coughs> Alafu kwanza rekebisha hiyo kauli yako. Leo naondoka kesho jioni narudi, au la fanye unipigie simu kabla sijafika hapa, mambo yatakuwa mengi. Sawa, nitajitahidi nikupambanie. Kwa hiyo Kwetu Temeke, oh, majanga ishi kila siku vitimbi jambo limekwisha na nimelikamilisha. Kwa hiyo kwa upande wa kufanya juu chini, uje tafadhali, acha mambo yako yote mimi. kuna dawa ya mwisho naikamilisha karibu. Mabio. Mabio. Hey. Hey. Hey. Sasa bwana, mambo yasiwe mengi. Unajua hapa mimi sijaja kufuata tiba Eh, wewe nipe kilichonileta mimi niondoke zangu. Yaani wenyewe wanasema nilipe nisepe nisionekane. Ah, dalali <laughs> Masudi, una dai lako ndugu yangu, kama ugomvi. Haya, tia namba yako nikurushie mwamala. Maana leo umenikuta na furaha, yeah. Haya <laughs> Eh, unajua hata kama mganga unatakiwa uwe una hadi za Kizungu kama hizo. <laughs> Wasiwasi wasi wako tu, mimi siwezi kukudhulumu hela yako. Umeniletea wapangaji wangapi ndugu yangu? Unajua mimi ulitaka unishangaze. Baada ya kumpa kipaumbele Bwana Lasi nikajua hapa ndo ni ni Yakin... mm -hmm. Mambo yangu yatakuwa yameshaharibika, yani nimekufa kabisa, nimeoza. Lakini chega, achana nayo mambo bwana mjumbe, tuzungumze. Vipi, umefanikiwa? Maana nimeganda tu hapa kama askari wa zamu ngwelele ngwelele, yaani kama nasubiri kutegua mabomu ambayo usiyaoni, yaani imechoka kabisa mtu mwenyewe. Kaniambia alipata na matatizo, kwa hiyo kaniomba nimvumilie siku mbili tatu hizi tu, mambo yake kikawa sawa, atakuwa amenilipa hivi. Ah, wewe una akili, una akili sawa sawa, eh una akili sawa sawa. Wewe unadai pesa Sheria inajulikana kama mtu ana hela ya kukulipa wewe unaondoka na kitu chake chochote kile, ndo ilivyo. Nini sasa? Sasa tunafanyaje? Tunaenda kula nini? Sisi tutajua huko huko bwana, ila pale na hizi elfu tatu na kuna ule upolo wa jana tutakula. Ha! Yani hali hii unilishe upolo mimi, unataka nitapike? Yani, unanilishaje upolo kwa maana gani? Tangulia nyumbani bwana. Asabua, nataka kwenda wapi? Wewe nenda kwako, nikipata muda nitakuja. Wewe tangulia kwako. Kwani vipi? Ah, twende nyumbani bwana. Nenda kwako. Stop kadi tatu, elewa Kiswahili mimi. Naishi nacho mama yangu. Siku unaenda wapi? Oh, oh, oh, oh. Hmm. Katika kazi uliyoifanya hii, umeifurahisha, umefanya kwa wakati, kitu ambacho hata mimi sijakitegemea. Jina la mabios kulipata kikawaida, na sio kila mganga ana uwezo wa kumvuta mtu ili jambo alitaki kulilaza kwa maamuzi yoyote Lazima tulimalize leo. Kwa mimi ninachokiona na usumbufu aliotupa huyu huyu, ni kifo au tumpige stroke. Ah, ah. Kifo ni hatua ya mwisho watu watastuka, ndo yale yale yali, utasikia woo, kafa ghafla. Cha kufanya huyu, tumpige stroke, alafu kuna dawa mimi nawe tutaifanya, tutaifukia katikati ya makaburi. Kama mtu aliyekufa anarudi, basi na huyu atapona. Basi, usimalize maneno, umesha kuolewa tengeneza tu hayo. oh, Kira... hey, umenifanyia surprise, ila kama kuna vitu hivi unavyotea otea kwenye mifuko yangu <laughs> aya, mambo vipi? Kwa watu mbona unajingatakata maneno, kwani umetoka wapi? mishe mishe tu ya hapa na pale, si so. unajua ili mradi tu mkono ende kinywani, ehe na wewe mwenzangu, na mimi vipi, unatokea wapi? Kwa bwana mkubwa au? <laughs> Hayupo, amesafiri. Naisa arudi kesho au kesho kutwa. Alafu ukiwa na mimi tu, tunaongea mambo yetu. Ah, sasa kama amesafiri hapo sawa. Sasa we niache mimi nikaoge, ili nitoe hii nongo yangu, alafu tutaingia ndani tuongee, sijui umenielewa. Mimi sina muda wa kukaa, nimekuja na shida na elfu kumi tu basi. Sasa dona hela gani inayotoka wima kama hivyo eh? Lazima tuingie ndani tuzungumze kwa sababu utoaji wa hela una sheria na protoko zake eh. Kidogo tu diskasi, ili mambo yaende. Mimi nimeongea hivyo, nina maana nipo kwenye siku zangu sasa. Hata tukiingia huko ndani tutafanya nini? Wewe fanya tu nipe mimi hela niende. Sasa kama wewe ukisema upo kwenye siku zako na mimi nikasema labda nipo kwenye wiki yangu, tutaelewana hapo mamangu? <gulia> lakini sawa, wewe twende tukatoe, kwa sababu unajua hela yenyewe bado ilikuwa ina moto motomoto, hata haijapoa. Sawa so, twende, maana kisubiri ipoe wataniwai wenzangu, kila <muchikipo> jangaishi kila siku hapa. Jambo letu tushalikamilisha, kuisha habari yake. Sawa, tuondoke. Yaani wanangu tumekaa hapa tunazungumza lakini mi akili hainipi kwa sababu mfukoni sina kitu mwanangu. Kama kuna mtu anabukwa ni azime hapa. Shida yako wewe ndugu yangu umeng'ang'ania kazi moja na hicho ndio kinachokukosa. Hivi unaona mwanangu asema maisha yangu cha yonda nikiingia road na itikali nikivipitia pitia. Eh. Ah. Eh. E. Du, tatizo lako mshikaji wangu unamshawishi sana mwanzo akawa vikishando. Ila tatizo pale linapomkuta wewe ndo wa kwanza kumkimbia. Wakizibo atakupoteza huyo. Wale uh, ni wote ndo wale wale. Sikiliza huyu anaishika kukariri, endelea kukariri, nitarudi baadaye kidogo. <laughs> <laughs> Yule mwanangu hataki kunisikia kabisa yani. Nishamwambia kila siku yule ni mke wa mtu lakini hataki kuelewa. Ulikuepo? Ulikuepo wewe? Wewe mke wa mtu unamjua wewe? Hem jiangalie na sura yako jinsi ilivyo. Kama batiki. Sasa wewe unabisha nini wakati mimi yule ni mwanangu? Aibu na una mia. Wewe unachukuliaje mimi kuna ngonongo yule? Ananichukulia mimi e, yani kama ile. Eh, mimi ukulisho vipolo. Yaani mimi mimi ni ile vipolo na mwili huu eh? E, yani mwili huu nikale vipo na kula kwa vipengele gani eh eh, afu unajua kuna wanawake hawajui kutunza wanaume zao eh. Mwanaume ukimlisha kipolo, afu mwembamba kama mimi, anatoka tafia. Mlo unakuta mtu kasimama hivi, alafu kitambi kimetoka mbele, mbavu hamna. Upumbavu tu, ujinga huu, upumbavu huu. Eh, wewe kama umeamua kuwa na mwanaume kama mimi, mimi nahitaji matunzo. Mambo yamebadilika sasa hivi, wanaume ndio tunatuzwa, wanawake wanatulea. Wewe unachukua ile chakula kama ifagasi amenipenda mwenyewe, hapo naletea bai za kipuzipuzi. Si ujinga huu upuzipuzi, vinataka wewe butua butua Naam. Hey. <laughs> Tuseme wewe, pombe zinakupanda kichwani au kuna kitu kingine? Maana hiyo sio kawaida, unaongea vipi peke yako baba, au majukumu yameongezeka maradufu zaidi ya zamani. so, dakta safi kabisa, Dali Masudi yani, huko sawa kabisa, sawa hapo kwenye majukumu hapo uko sawa ee, ndo kinoma tena. Haya majukumu umeyasababisha, umeyasababisha wewe. Wewe majukumu jukumu <coughs> gani? Maana mimi tangu nijuane na wewe sijawahi kukuletea kitu kingine tofauti. Sasa hapo mimi nataka nijue Yaani, hilo jukumu nalolizungumzia wewe ni lipi? Wewe Dalali Masudi ndio mwenye changamoto, umeleta mpangaji wa ajabu pale kwa demu wangu. Kwa nini lakini eh? kuna mambo mawili yatakuja mawili. La kwanza, utaleta masharti ambayo mwenye nyumba atatupa, sio kwa sababu ya msingi, ikiwa nyuma tulikuwa tuishi hivyo. Lakini la pili, la pili, Dalali Masudi ni yule chizi marasta, kama marasta yako tembea na mwanamke wangu, kitu ambacho siwezi kuruhusu. Mi ukitembea na mwanamke wangu umetembea na mimi koo. Kama ukiweza kutembea na mimi utaona namna ya mimi na kuwaji. Mm, kidali <laughs> kumbe, hata nyinyi walevi mnakuwaga na wivu. Mi nilikuwa najua, yani nyinyi mnawivu na pombe tu, sikulifahamu hilo. <laughs> Jamani, nachekacheka, jichanganye, wajichanganye afuone Yani ukitaka kuamini mi mzima, yani kichwa changu kizima, jivuruge alafu uone mi nitakuwa mzima kiasi gani. Butua sasa, hayo matusi hayo na matusi yako, ni nayaona kabisa. Kama tunataka tushikane mwilini, yani unalizungumziaje kichwa alafu unaanza kukomba, uko chini, unakuja mpaka juu bro, unanikosea alafu mimi nakujua we, kanuni zako ukishalewa tu uchelewi kupindua gari. Sasa wewe, mi nakutafutia sababu? Ninayo mapya nimenunua pale hayajatumika, yako hivi yamesimama. Ah -ah. Kosa liko wapi dalali? Mi sijafanya kosa eh, nimetukana wapi? Yaani matusi ya hayajafanywa unahisi matusi yamefanywa? Akifanywa matusi, ya matusi utatoboa na rasta zako hizo eh? Muangalie, muangalie tayari wa ovyo bado. Kwa nini kinu anilishe vipolo da. Sasa sijui nifanye maamuzi gani? Naona changamoto zimekuwa nyingi, anmola kupanga chumba natuiza akili yangu, lakini nakutana na vitu tofauti nanikutegemea, usiku silali inanifanya kwa niamini kwamba nyumba nyingine zina nuksi. Unaweza kupoteza tadili zako hivi hivi. Na nifanye maamuzi magumu hapa. Oh, majanga ishi kila siku vitimbi. Oh, oh, oh. Watu wapata matatizo

Kwetu Temeke majanga ishi kila siku vitimbi oh. Watu wapata matatizo, wengine mpaka wachoma moto. Shida sio hu muda ambao aloondoka, ikifuka saa mbili usiku, anaweza kupoteza maisha nini? Posa, posa zungumza bwana. Hiyo dawa utazunguka nayo na hautopata muafaka wowote ule. Ila naomba niwahi kuondoka maana muda unazidi kwenda. Una uhakika na kitu ambacho kila siku nizungumza?